watendaji wa kata wanaosimamia kwenye udiwani masisiemu watupu, watendaji wa vijiji wanaotusimamia kwenye vijiji masisiemu watupu. Nani anayebisha? na haya nayo yasema kwamba mfumo huu ni mfumo wa sisiemu. Yalisemwa kwa mara ya kwanza na jaji mkuu wa Tanzania, marehemu Francis Nyalali, mwaka 91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 na TAMISEMI ni mfumo wa CCM, kuwe na mfumo huru wa uchaguzi. CCM wamekataa tangu mwaka 91 mpaka hapa tuliposimama. Kwa matokeo haya ambayo tunayaona kwenye uchaguzi zetu, yanatokana moja kwa moja na CCM kukataa mapendekezo ya tume ya Nyalali toka mwaka 91. Na sio tume ya Nyalali tu, mwaka 98 raisi Mkapa, marehemu Mkapa, akaunda tume nyingine akamteua jaji Robert Kisanga kuwa mwenyekiti wako, tushaurini, tushaurini tufanyeje juu ya mfumo wetu wa kuendesha nchi, katiba, uchaguzi na kadhalika. ja Jaji Kisanga naye akapendekeza mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, yakakataliwa mwaka 98 mwaka 2003 sheria mkuu kwa wa kwanza mwa Afrika Watanganyika, tushauri tuendeje mbele na masuala ya katiba na uchaguzi. Jaji Mark Bomani akapendekeza kufanya mabadiliko, Mkapa na CCM wakakataa. Mkapa akaondoka, amekuja Kikwete. Kikwete akasema tunaenda kupata katiba mpya. Akaunda tume, mnakumbuka tume ya elfu mbili na kumi na moja kumi na mbili tukaenda miaka mitatu tunatengeneza, tunazungumza habari ya katiba mpya. Baadaye Kikwete na wanasiasa wenzake wakakataa. Tukampata Magufuli, vita ikaanza, vita ikaanza vita ya kuangamiza upinzani, vita ya kuangamiza mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa na ilikuwa vita ya kuangamiza Chadema. Ime, imeua wengi sana, imetujeruhi wengi sana na haya ya uchaguzi, matatizo haya ambayo yapo kwenye mfumo wetu yalianza kujitokeza waziwazi wazi. Na Magufuli, chaguzi ndogo baada ya uchaguzi wa vijiji na mitaa elfu mbili kumi na tisa uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini Magufuli kafa, taifa likashusha pumzi. Nyie hamkushusha kama nyiye hamkushusha, shauri zenu, mimi nilishusha likashusha punzi, akaja mama, tukafikiri huyu mama amekuja na ni Muislamu, ana, ana tabasamu ni mama eh, akatangaza, akaahidi yeye hatakuwa wa dhulma kama Magufuli. sasa sasa hebu fikirieni ya mama. Magufuli alituua, ali, ali aliua watu, mama hajaua watu. Nimetoka nimetoka Tunduma mwaka jana kwenye uchaguzi wa, wa vijiji na mitaa mwaka jana wamemuua Stephen Chalamila wa Chadema kwa, kwa sababu ya uchaguzi. Manyoni kwetu, polisi wamepiga mgombea wetu mwenyekiti wa kitongoji risasi nne mbele ya mke wake na watoto wake. Temeke wameua mtu mwingine. Watu watatu wameuawa wa kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa. Kama unaua kuzuia mtu ashinde wenyekiti wa kitongoji, utaua wangapi ili huyu mama aendelee kuwa rais? Magufuli alikuwa anapoteza watu kina Ben Saanane kina Azory Gwanda na wengineo, hapa tulipo ambao wamepotezwa na mama na mapolisi wake na usalama wake, de, wa taifa wake tunaowafahamu ni zaidi ya kumi na tatu akiwemo Dionis Kipanya wasuma, kwa tofauti, ni nini kati ya mama na Magufuli ni tofauti ya jinsia, jinsia tu eh? na huyu labda Magufuli amemshinda Magufuli kitu kingine, amepamba nchi nzima kwa mabango eh? Mabango jamani, Jamani, kwanza mabango huwa yanatozwa ushuru. Niye mnafikiri mabango ya, ya Samia yanatozwa ushuru eh? nchi hii na mabango mengi ya mama ambayo hayatozwi ushuru kuliko mabango ya wafanyabiashara yanayotozwa ushuru, yani utafikiri biashara kubwa ya nchi hii ni mama. Eh? Ukienda nyesi, mko mpakani na Zambia hapa, ukiingia pale na Konde, utaona mabango ya, ya, ya akaida chinchilema hayapo. Ukienda Kenya, hakuna mabango ya Ruto, hata kwa Kagame hayapo. Nami nilikuwa Uganda wiki mbili, hamna mabango ya Museveni. Nimekuwa Angola, hakuna mabango. Tanzania inaongoza ya Afrika nzima kwa mabango ya rais, au viwanda au nini? Biashara yetu ni kuuza sura ya mama, mara amekaa hivi, mara hivi, mara... biashara ya kuuza sura ah, ya mama. Sasa bwana, zungumzia uchaguzi kwao, mama hana na Magufuli kwenye uchaguzi. Kama ni wizi wa kura, wote ni wezi wa kura. Kama ni kutumia mapolisi kuibia kura, wote wamefanya hivyo. Kama ni kutumia waalimu na wengine wanasimamia vituo, wote wana dhambi hiyo. Kwa sababu hiyo, ndio maana tunasema no reform no election hatutaki tena kwenda kwenye chaguzi na tume hii na watu hawa, hatutaki tena, hatutaki tena kwenda kwenye uchaguzi. tutapigania haki, tutapigania tuta haki, tutashinda, tutashiriki kwenye chakua mmoja wetu inahitajiliwa, au sio? Na sisi tunaotembea tunahitaji tunywe maji, au sio? Yeah, na tupate chakula ili tuweze kwenda makongolosi tunaposubiriwa leo. Kwa hiyo nahitaji kila mmoja wetu achange ili hii kazi iweze kwenda. Oh, naomba naomba niwasomee, na kama una simu, namna ya kuchangia ni kwenye bodako, kwenye Mpesa na namba ya kuchangia namba ya kuchangia ni 0744 744 447 446. Samahani, naanza upya 0744 446 969. Nikarudia 07 nne nne nne nne sita sita tisa sita tisa ukitupia chochote, jina litakalokuja ni li CHADEMA HQ, CHADEMA makao makuu. Nikija jina lingine, ujue umekosea. Kwa wale ambao mna WhatsApp WhatsApp na zile simu zenye zenye WhatsApp, unaweza kujiunga kuchangia kwa mwezi kwa wiki kwa miezi mitatu kwa muda unaotaka, au mara moja. Na namba ya kuchangia kwenye whatsapp ni sifuri saba tisa tatu sifuri sifuri nane mbili tisa mbili. Tairudia hiyo namba ya whatsapp.

Mheshimiwa Mwenyekiti, na hiyo tukaona usiondoke kule kwenye jimbo la hii. Ndio kamati iliyokuwa ya maandalizi, tunatamani na baba onyesha kuwa walifika kwenye jimbo letu la Mbeya, vijana tumekupa kuku mweupe, tunaamini ukweli na uwazi, lakini pia tunaamini na ambacho tunakisimamia kwamba Tuna kwenu, sisi ni watu wa amani lakini pia tumekupa mbuzi huyu tukiamini kwamba baada ya kukaa sehemu basi utapata supu bwana, na roho ya Bwana tendea kutamalaki na kukupa safari nyepesi. Asante sana. kufuga ufuga <laughs> kule, kule Sumbawanga, mkasi nimepewa dume, sasa naenda kufuga haya. <laughs> Jamani, naomba niseme. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii e ni kamati ya maandalizi e iliyofanya maandalizi mkutano wa leo pia ndio iliyofanya maandalizi mkutano wa Mbeya mjini. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. <coughs>